Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Rauli Mahabi kwa tuhuma za kumjeruhi Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Charles Kitima. Hatua ya kushikiliwa kwa Mahabi mkazi wa Kurasini, Dar es Salaam, inatokana na taarifa ya kushambuliwa kwa Padri Kitima iliyoanza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Padri Kitima ameshambuliwa eneo la Kurasini, Temeke jijini Dar es Salaam zilizopo ofisi za TEC makao makuu